i kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST au uh, Mbeya University of Science and Technology ambaye ni wa mwaka wa kwanza, anaitwa Emilian Joseph Duzu mwenye umri wa miaka 21. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzio wa chuo hicho wa mwaka wa tatu ambaye anaitwa Gerald Philbert mwenye Said mwenye umri wa miaka 22 ni kwamba ju, Juni 14 2025 majira ya saa kumi na moja alfajiri huko katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Said, miaka 22, ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu eh, mhanga au marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu lakini, ilipofika majira ya saa moja, eh, saa saba za mchana, Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia, wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi waliweza kufika pale mabaunsa yani, na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu wakiwa kwenye maeneo ya maegesho walipelekea kumwona huyu eh, Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu, na alimfuata kwa lengo la ku of course huyu Philbert Jela Philbert Saidi ambaye sasa baada ya kuamriwa aliendelea kumfuata huyu mtumiwa ili kuendelea na ugomvi, na ndipo alipoweza kuchoma na hicho kitu kinacho kali. Kwa jeshi la polisi lilikuwa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kama hivi ambavyo nimevitaja vya kutengeneza silaha kinyume na utaratibu, lakini pia kujipatia risasi kutoka kwa watu ambao wanamiliki silaha na kwenda kufanya matukio kama haya ya uharifu e, wajue kabisa kwamba kwa katika mkoa wa Mbeya hawana nafasi kama hiyo, kwani mkoa wa Mbeya tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakabiliana na matukio kama haya ili yasiweze kutokea kwa wananchi. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lipo makini katika kuwashughulikia e, na kuwakamata kwa haraka sana watu wote wanaofanya makosa kama haya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wanafunzi na kuwataka kuzingatia masomo zaidi kuliko kujiingiza katika vitendo hivi sivyo faa vya ulevi ambao unapelekea e, kuingiza katika hatari na ikiwemo kama haya makosa makubwa ya mauaji.